Katika maendeleo ya teknolojia ulimwenguni tunashuhudia sasa hivi ni kwamba Mercedes Benz imezindua gari jipya la kifahari lenye teknolojia ya kisasa zaidi. Lakini aidha, imeonyesha gari hilo kwa jina la Vision Iconiki, jijini Shanghai wakati wa wiki ya mitindo. Gari hili linaonyesha mwelekeo mpya wa magari ya kampuni hiyo, ikivutiwa na muundo wa magari ya zamani ya Benz. Ebanagari gari hili lina mwili unaoweza kutengeneza umeme na linalenga kuonesha ubunifu wa siku zijazo. Muundo wa Vision Iconic umechukua mwanzo kutoka kwenye magari ya zamani ya benzi, yaani kofia ndefu ya mbele inayofanana na gari ya benzi elfu moja mia tano arobaini na mwaka elfu moja mia tisa thelathini na sita. Sehemu ya nyuma inakumbusha muundo wa mia tatu SL Grile, uso wa gari umevutiwa ama umetokana kutoka kwenye benzi mia sita ya Pullman limousine maarufu uh, ya miaka elfu moja mia tisa na sitini na elfu moja mia tisa na sabini Grile hii mpya itatumika pia kwenye magari ajayo ya, ya benzi. Yaani ndani ya gari, muundo umevutiwa umevutwa kutoka mtindo wa zamani wa sanaa uitwayo Art Deco uliotokea baada ya vita vikuu vya kwanza mtindo huu unachangia uzuri wa kale na ubunifu wa kisasa kuonesha tumaini jipya kwa dunia. Wakati huo huo, Tesla imekumbwa ime na wakati mgumu mwaka huu, ingawa amezindua gari jipya nchini China, mauzo hayajaongezeka kabisa. hali yao pia si mzuri katika masoko ya Ulaya ambapo mauzo yamepungua karibu nusu ikilinganishwa na mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Sababu ambazo zinatajwa ni magari yao kuonekana yamepitwa na wakati, lakini kauli tata za kisiasa za mkurugenzi wa Tesla Elon Musk. Lakini Tesla inategemea magari mapya ya bei rahisi uh, kuyasaidia kuongeza mauzo, lakini ushindani ni mkali kutoka kwa makampuni kama, kama Fordi, General Motors na Hyundai, e bana, Mercedes Benz nadhani wanaenda kufanya kitu kikubwa sana. Kama wanatengeneza gari ambayo ina uwezo wa kujichaji yenyewe, basi watu watafurahia na watakimbilia mapema, japokuwa najua gharama yake lazima itakuwa imechangamka kweli kweli.